Baba yangu baba, baba. Baba. Nakupenda baba yangu baba baba. Sauti iliyoamsha wengi asubuhi. Mwameeneza Kirundi vingine ni hau. Mimi nawapenda sana kwa Kichina, kwa Kichina wei charo nini hatukuoni sahivi ukiwa na Mama Zuu? Tunakuona uko mwenyewe kwenye safari ya wanaume. Kuingiza wanawake hiyo ni tatizo. Uliza swali lingine, nitakujibu. Huo ndo mwisho wa kuniuliza swali za wanawake kwenye, kwenye vikao vya wanaume. Baba yangu baba, Yo. Baba. Baba. Baba yangu baba, baba. Sauti iliyoamusha wengi asubuhi baba. Baba yangu baba nakupenda baba. Baba tukuna Gatuso hapa anajua kuongea lugha karibia tatu nataka wasalimie watazamaji kwa lugha ya kwanza, twende eh, mwameemezat mwameemezando kiruga gani, Kirundi. Eh, hey, tuende kingine, Kifaransa, komasafa. tuende kingine, kingine How are you? tuongeze vingine viwili ni hau. Kichina, Kichina hicho, uh-huh. eh, nataka niongee lugha wa kina ya Mali eh. Halo, halo. Eh. Hmm. Mkakutana mkakuta na madiplome wale madiplome, tulikutana na madiploma wengi ambao wana mapungufu ya akili, hatujui kama ni usomi kuwa mwingi kichwani, mm. hususan hawa madiploma wetu hawa, orke diploma akipata diplome mm. inapasi iwe diplome, lakini huku kwetu diplome zikipatiwa watu, diplome zinawaweka kuwa madiplomiki kwa sababu akili zao huwa zinapimwa kwenye nzani usanga ntoa diplome, lakini matendo ambayo wako na yafanya yanafanana na mtu ambaye akuishi hata shule la msingi. wati e madame wenzel na Kifaransa vyote najua, hongera ba bwana. Tupo na Gatuso hapa, tunataka tusikilize maisha yake ya sanaa, kabla ya kuingia kwenye sanaa mpaka sasa hivi alivyoingia kwenye sanaa, kuna kipi ambacho ulikuwa ukijui? Hapa ndio Sabara TV, sikiliza kwa makini na utajua mengi zaidi. Bwana, kwanza pole na magonjwa mwaka jana. Mimi nimeshapola. mm. Eh. Mungu amesaidia, amenipa uzima. mm -hmm. Mpaka sasa tumeona tunaona tunaona tuna hii jua hivi mm. Ni kushukuru Mungu kabisa. okay. eh ile nanili yako ambao ulikuwa ni posti klipu ya funga mwaka likuwa nahitaje vile sasampa, sasampa nimeposti ya, ya kufunga na kufungua. mm. mm. Uliwezaje kukontrol muda wako ukiwa kwenye magonjwa, alafu umeingia sana kwenye maigizo? Nilipitia tu wakati mgumu, lakini nikaona siku zote magonjwa ambayo yanaendekeza mwili basi huwa ndo inaleta kifo. mm. eh. ningekosa kufunga mwaka mimi ningekufa lakini nilivyoona nifunge mwaka ili nisife na robangura kanywa la mwanganganu tolo <coughs> isema ka hivyo ninge la location yaani ekipe. Sasa hivi nimebadili jina la timu yangu mm. na iita FFU. Unajua nini umebadilisha jina la timu yako? Ni kwa sababu ni watu ambao wako tayari mdao, ni kama wanajeshi mm -hmm. Eh, vipi kwa, kwa nini hatukuoni sasa hivi uki, ukiwa na Mama Zuu, tunakuona uko mwenyewe kuna siri gani ambayo hatuijui na watazamaji hawajui? Sasa hivi ni hatukuone na Mama Zuu sana, sana sana mkiwa katika maigizo, kwani mmekuwa natuona naye sana eh, mlikuwa tuona sana amshirikiani kwa sasa hivi. Kwa nini amshirikiani? Sisi hatunago ushirikiano tokea zamani mm. Eh, kipi chanzo? Hakuna chanzo, hatujatengeneza ushirikiano mm-hmm. Eh unapangaje, labda kwa mwaka huu watu wategemee wale ambao wanakupenda sana kuonana na Mama Zuu. Ambao wananipenda sana mimi kuniona na Mama Zuu. Mm. Watatuona tukiwa tunapita kwenye mabodaboda, kila mtu akiwa njia yake na sehemu tofauti tofauti. Hata picha zetu atakuwa akiziona, maana natumaini ukipitia posti za makomedian utaona picha yangu na utaona picha za wengine. Mko kwa pamoja na Mama Zuu au tofauti tofauti kama ulivyosema, kama mtakavyokuwa mnapishana njiani? Unajua ndugu yangu mm, ni kuambia kitu kimoja kwenye safari ya, ya wanaume kuingiza wanawake hiyo ni tatizo . Uliza swali lingine nitakujibu. Huo ndo mwisho wa kuniuliza swali za wanawake kwenye, kwenye vikao vya wanaume <laughs> bwana ni Gatuso, sina mengi ya, ku, ya kuongea naye sana kuhusiana na hilo. Acha tulipige chini ya tumsikilize anasemaje kuhusiana na mwaka huu umeufunguaje? Uh, mwaka huu mimi na movie ambao nitaiposti tu siku hizi mbili uh -huh. movie yangu ambayo nilicheza Burundi huko lakini

Ndo maanake nini, yani nimesema alibarikiwa, hmm. kutupa sauti ya asubuhi kutuamsha kwenye usingizi, kuja kusikia ushauri wa Ilangi ambaye ndo wei. Ndo mimi jogo, jogo limewika hata tukusikilize. Ndio kuna movie nitaiposti siku hizi ambayo inaitwa mwenye lwake hmm. kuachana kwanza na mashimbola Mashimbola ni movie ambayo tumecheza kwenye tamthilia ya hapo mbele kwa hiyo itakuwa na utofauti kwenye matangazo tofauti na movie zingine. Ni movie ya kipekee kifupi. Hautaiposti kizembe zembe. Sitaiposti kizembe na siwezi nikiposti kizembe kama wengine. Mm-hmm. Eh, mimi ni mtu ambao naheshima sana. Wewe ambao unategemea kuiposti, labda ungetupa story yake kidogo tu. Story hiyo ambayo

Uganini eh. mm. mm. Haipaswi mtu kukaa kwenye kiti cha watu afu weke mguu kwenye meza ya watu. Kipindu huku Uganini. Kwanza mm. mm. Chicho bibi sheria chikupinga Yesu <laughs> eh. <We>. eh. <laughs> Sawa, baba yangu baba. Baba. Baba. Tumezaliwa wawili tu <laughs> siku Yesu alizaliwa, mimi nani nilikuwa hapo, njoo nangu, njoo Yesu Yes, eh. Eh, kwenye umapacha jina za kuzaliwa ya ni itwa Emmanuel, mimi ni itwa Ezekiel. Hii stili yako ya uigizaji hii wa kupiga mapigo ambao amevaa sahivi haujachukua kwa Jackson? mm. eh,

wapi kwenye wasikio utaongezea speaker eroshingo unjua? <laughs> <laughs> Nini, napenda nisikike dunia nzima. mhm mm eh Marekani, Ulaya, Asia, Canada, boto Warabuni, Afrika, ulia ukuba etemoni mwa kwanza dunia, ol ol Dubai. <laughs> <Tuna shukuru. laughs> Unaweza kuambia neno moja wa mashabiki zako wanakuangalia sasa hivi? Eh, nitake kuambia mashabiki zangu kuwa kwamba sisi hatopoa na hatulali mm, tuna matukio makubwa na mimi naisha naengee mm. Nie nalela mm. Shata... so, tulikuwa na Gatuso, wa nyanga umemsikiliza mengi na utawaona kwenye vitu vyake anavyoviandaa sasa hivi hapa Habari TV. Usahau kusubscribe, kushare na comment, utakuwa umefanya unyama sana. Nyuma kamera ni Swems OG wakunitaga mavatiko IM chao